Habari za wakati huu na nikukaribisha mtazamaji wa Hazal Online TV, uwema unaodumu. Kama ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi hakikisha una subscribe hapo juu unabonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Urusi imeilaumu vikali Marekani kwa kukamata meli ya mafuta yenye bendera ya Urusi iliyokuwa inajulikana awali kama Bela katika Bahari ya Atlantic Kaskazini, ikieleza hatua hiyo kuwa ni kinyume cha sheria za kimataifa na ni ujambazi wa wazi baharini wizara ya usafirishaji imesema mawasiliano ya meli hiyo yalipotea baada ya majeshi ya marekani kuipanda meli hiyo katika maji ya kimataifa kitendo ambacho moscow inasema kinakiuka mkataba wa umoja wa mataifa na sheria za baharini za mwaka 1982 kwa mujibu wa mkataba huo hakuna taifa lenye haki ya kutumia nguvu dhidi ya meli iliyosajiliwa kisheria chini ya bendera ya nchi nyingine. Urusi imesisitiza kuwa Melenia ilipewa kibali cha muda wa kusafiri chini ya bendera ya Urusi tarehe 24 Disemba 2025 kwa mujibu wa sheria za Urusi na za kimataifa. Serikali ya Moscow pia imedai kwamba meli hiyo ni ya kiraia na ilikuwa ikifanya shughuli ya harari za usafirishaji wa mafuta. Aidha, Urusi imetoa wito kwa Marekani kuwahudumia kwa utu na heshima mabaharia waliokuwa ndani ya meli hiyo na kuwaruhusu kurejea nyumbani kwao bila kuchelewa. Wabunge wa Urusi wameonya kuwa tukio hili ni hatua hatari inayokiuka uhuru wa usafirishaji baharini na inaweza kuongeza mvutano wa kimataifa. Tukio hili liliripotiwa kutokea baada ya msako zaidi ya wiki mbili uliofanywa na majeshi ya Marekani huku kukiwa na taarifa za uwepo wa mnoali na Urusi karibu na eneo la Mosko. Inadai Marekani inatumia nguvu kutekeleza vikwazo na kuvuruga usafirishaji halali wa mafuta yanayohusishwa na Venezuela. Usisahau kusubscribe hapo juu, kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.